Nchini Burkina Faso, mwamba wa Afrika, jogoo la Afrika ili uh, namzungumzia Captain Ibrahim Traore kafanya jambo lingine katika nchi yake halali. Huyu mwamba uh, mara zote kama unavyomuona uh, kwanza ni kijana ambaye ana nguvu lakini ana maono, sio nguvu tu peke yake, kwa sababu ujana peke yake si hoja. Lakini je, unavyo vitu kutoka kwenye akili? Unazo fikra sahihi kwa ajili ya wananchi wako? Viongozi wengi ya, wa Afrika inaonyesha kwamba mara kadhaa wanapoingia madarakani ya, wanajiangalia wao kwanza, lakini mwamba huyu Ibrahim Traore wa Burkina Faso tangu aingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa mapinduzi, lakini amekuwa kipenzi cha watu, pia amekuwa akifanya vitu vinavyoonekana, amejikita katika maswala ya viwanda amejikita katika masuala ya kilimo, lakini pili amejikita kulinda rasilimali za nchi ya Burkina Faso, yakiwemo madini na alianza mwanzo kabisa kuwaondoa kwanza watu waliokuwa na ikalia Burkina Faso, ambao sio wa Burkinabe. Yani, kuna mataifa yalikuwa ni kama wamejimilikisha nchi ya Burkina Faso, ikiwemo taifa la Ufaransa, na ndio maana Ufaransa ilikuwa inaonekana kama ndiyo wanaoongoza Burkina Faso kutokana na mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Kavifurusha vikosi vyote vya majeshi yaliyokuwapo ndani ya Kongo ambayo, ndani ya Burkina Faso ambayo hayakuwa ya Burkina Faso, lakini aliwekwa na mataifa mengine ambayo ya kimsingi walikuwa wananufaika sana na rasilimali za Burkina Faso hususani madini. Sasa yeye ameamua kupambana kinagaubaga na vikosi vya waasi ama vikosi vya kigaidi ambavyo vipo ndani ya Burkina Faso ya vikiwa na lengo moja tu, kuchukua madini ya pale ya katika nchi ya Burkina Faso. Sasa mwamba huyu ijulikane kwamba ni moja kati ya miamba ambayo imeamua ukanda wa Sahel ama ukanda wa Afrika Magharibi, nchi tatu zimeondoka katika Uh, umoja wa ECOWAS wa uchumi wa nchi za uh, Afrika ya Magharibi zimeamua kujitenga kuanzisha uchumi wao, lakini yeye jamaa huyu anaangaika pia na nchi yake sana, pamoja na kushirikiana na wenzake, lakini anaangalia sana nchi yake, na ikumbuke hivi karibuni nikuletea taarifa hapa na ile uliyoiona mwenyewe kwamba siku ya wanawake duniani yeye aliwatembelea wanawake katika mashamba kutoa hotuba bali alienda kusikiliza kero za wanawake katika mashamba yao, wanakulima hasa vitunguu. Sasa, kutokana na mambo ambayo yanaendelea zaidi, yeye ameamua kushirikiana pia na nchi ya Ghana, na ikumbuke kwamba wakati wa uapisho wa, wa, wa rais wa Ghana bwana John bwana John huyu, uh, katika nchi ya Ghana alialikwa bwana Traore kwenda ku kuhudhuria uapisho huo. Alipoalikwa alienda pale Ghana na kuhudhuria uapisho wa rais mpya wa taifa la Ghana ambaye kimsingi kwa sasa ni kama wamekuwa marafiki kwa namna moja ama nyingine, na sasa wameanzisha uh, jambo la kiuchumi. Kwa namna gani? wameanzisha uh, kuunganisha Ghana pamoja na Burkina Faso bomba la mafuta ili kupunguza gharama za wananchi. Kama ujuagi kwamba mafuta yanaposafirishwa kupitia magari ama vyombo vya usafiri hivi vingine, gharama zake zinakuwa kubwa sana. Sasa yeye Ibrahim Traore pamoja na rais wa Ghana uh, wameamua kuweka mkataba mzuri kwa ajili ya kuweka bomba la mafuta itakalotoka Ghana kuja mpaka Burkina Faso. Ikumbuke kwamba Burkina Faso hawana bandari, lakini Ghana wanayo bandari hivyo mafuta yakifika kwenye bandari ya Ghana yatasafirishwa moja kwa moja kwenye mabomba mpaka katika nchi ya Burkina Faso, chini ya mwamba huyu Ibrahim Traore. Na baada ya kufikishwa katika nchi ya Burkina Faso, ina maana wananchi pia, gharama za maisha zitashuka, kwa sababu ikumbuke kwamba kwa mafuta popote pale yanapopanda bei na gharama ya vitu huwa vinapanda, hivyo maisha ya wananchi yanaendelea kuwa magumu. Hivyo ameamua mwamba huyu kushirikiana na Ghana katika swala hili la bomba la mafuta yatoke Ghana kwenda Burkina Faso ili gharama za maisha kwa wananchi wa Burkina Faso ziweze kuwa himirivu. Huyu ndiye Captain Ibrahim Traore. na jambo hili ni, ni kuletee kwa sababu uh, ni jambo zuri ambalo limefanyika, na ikumbuke pia hata sisi Tanzania na nchi jirani ya Zambia tunao ushirikiano wa bomba hili la mafuta, linaitwa Tazama. Ukisikia Tazama basi ujue kabisa kwamba ni Tanzania na Zambia katika masuala ya mafuta, kwa hili ni bomba la mafuta ambayo inaunganisha kati ya Tanzania na Zambia. Hivyo huko uko Burkina Faso ndugu Ibrahim Traore naye ameamua kufanya hayo kwa kuunganisha bomba la mafuta kati ya Ghana na Burkina Faso ili kupunguza gharama za usafirishaji wa mafuta kwa vyombo vya usafiri ama magari kwa namna yoyote ile ambavyo pia zinatumia mafuta kwa gharama zake zinakuwa kubwa sana. Kwa hiyo yeye ameamua sasa kufanya jambo hilo ambalo ni kubwa na watu wanamshangaa kweli kweli, kwa sababu mwamba huyu muda wote anawaza kuwa, kuanzisha jambo jipya ambalo linaenda kusaidia kupunguza gharama za maisha za wananchi, sio kuongeza gharama za maisha kwa wananchi ambao ni walipa kodi na watenda kazi katika taifa. Huyu ndiye Ibrahim